Na leo kukutana hapa kuja kuzindua makao makuu ya mahakama ya Tanzania, vile vile jengo la tume ya utumishi wa mahakama na nyumba 48 za makazi ya majaji hapa Dodoma. Namshukuru Mungu kwa kutuwezesha hayo. Kwa hakika, Mheshimiwa Jaji Mkuu, leo tumeandika historia nyingine kubwa zaidi ya ile ya tarehe 6 Oktoba mwaka 2021 ambapo nilizindua majengo ya vituo jumuishi sita vya utoaji haki hapa jijini Dodoma. Historia tunayoshuhudia leo ni ya kipekee, au ni ya kipekee zaidi, kwani kwa mara ya kwanza tangu mhimili huu wa mahakama kuanzishwa au kuanza rasmi nchini, zaidi ya miaka mia iliyopita, leo ndio tumekamilisha kuwa na makao makuu kamili ya mahakama. Sote tumesikia safari ndefu na yenye changamoto nyingi ambayo mhimili huu umepitia. Nimepewa taarifa kuwa miaka elfu moja mia tisa tisini ilifika kipindi mahakama zetu zilipungukiwa mahitaji muhimu, ikiwemo hata karatasi za kuandikia hukumu, hususan kwenye mahakama za mwanzo, hali iliyolazimisha kuandika hukumu hiyo kwenye madaftari yale ya watoto wa shule au yakikosekana aina nyingine za makaratasi. Hali hii si jambo la kujinasibu, nalo si jambo la kujisifia, lakini kama historia lazima tukumbuke, kama safari lazima tukumbuke. Nalisemea hili kuonesha ni wapi nchi yetu imetoka mpaka kufika hapa tulipo leo, ambapo tumearifiwa kuwa mahakama hii tunayoizindua leo inakwenda kutoa huduma bila kutumia makaratasi yaani inakuwa paperless. Ni mambo ya mtandao ni mambo ya teknolojia ndiyo yatatawala humu ndani. Safari ni ndefu, lakini tumefikia pazuri. Hongera sana Mheshimiwa Jaji Mkuu, majaji na mahakimu wa mahakama za Tanzania na watendaji wote wa mahakama, ila pongezi zangu za dhati ni kwa Watanzania wote kuweza kufikia hatua hii ya maendeleo hususan kwenye ulimwengu huu wa sasa wa kidijitali na akili unde